Hello, ndugu zangu wadau wa ufugaji wa samaki, wale wadau wa kambale, kama tunavyoweza kuona hapa hapo kwenye chombo, ndo nyeusi lakini bado kombati yake inaonekana vizuri kabisa. Sasa so, ukiweka kwenye chombo cheupe, ndo wataonekana vizuri zaidi. Na saizi hizi tu, tuzingatie, kama tunavyoweza kuona, nikisema natoa vifaranga wakubwa, ni wakubwa vizuri kabisa. Uwa sitoi vifaranga wale wadogo wadogo, kama tunavyoweza kuona vifaranga yetu ni wakubwa kabisa. Hapo ukiangalia kwa makini mdogo kabisa, e, anaweza kawa ni kama inchi nne hivi, lakini kuanzia inchi nne na kuendelea mpaka inchi sita mpaka inchi saba. Ukiangalia baadhi ya wengine kama huyu si chini ya inchi sita mpaka saba. Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelee kuhamasika kufuga. Kwa sasa nipo bega kwa bega nanyi kusambaza mbegu za kambale na sato, Mwenyezi Mungu akipenda. Ukitoa oda yako mapema, ndivyo na mzigo unafikishiwa mapema. Karibuni sana. kwa majina naitwa Maneno D. Komba Sandi.